Hadithi ya Debora na Baraka. Katika nchi ya Israeli kulikuwepo kipindi cha giza kikubwa, kipindi ambacho hofu ilitawala, matumaini yalififia na taifa zima likawa chini ya mateso makali. Ilikuwa ni wakati baada ya Yoshua kufa, ambapo wana wa Israeli hawakuwa tena na kiongozi mmoja wa kuwaongoza. Kila mtu alifanya alichoona kuwa sawa machoni pake. Walisahau maagano yao na Bwana Mungu wao wakamwacha na kuanza kuabudu miungu ya mataifa ya jirani. Kwa sababu ya uasi wao, Bwana aliwaruhusu waangukie mikononi mwa adui zao. Kwa miaka ishirini kamili, Waisraeli waliteswa vibaya na mfalme mmoja mkali aitwaye Yabini, mfalme wa Kanaani, aliyekuwa akitawala kutoka mji wa Hazori. Jeshi lake liliongozwa na jemadari shupavu na katili aliyeitwa Sisera. Sisera alikuwa na magari ya vita ya chuma mia tisa nguvu ya kutisha kabisa kwa wakati huo. Hakukuwa na taifa lililoweza kusimama mbele yake. Waisraeli walinyanyaswa, walinyang'anywa mali zao, walizuiwa kusafiri barabarani na waliishi kwa hofu kubwa. Kilio chao kilifika mbinguni, nao wakamlilia Bwana awasaidie. Debora, mwanamke aliyesimama kama mama wa Israeli. Katika siku hizo Mungu alimwinua mwanamke mmoja wa ajabu aliyeitwa Debora. Alikuwa nabii wa Bwana na pia alikuwa mwamuzi wa Israeli. Alikaa chini ya mtende uliokuwa kati ya Rama na Betheli katika milima ya Efraimu. Huko ndipo wana wa Israeli walipomwendea ili apate kuwahukumu na kuwapa shauri. Debora hakuwa mwanamke wa kawaida. Alikuwa na hekima, ujasiri na hofu ya Mungu. Sauti yake ilikuwa sauti ya Mungu kwa watu waliopotea njia. Aliona mateso ya taifa lake na moyoni mwake kulikuwa na mzigo mkubwa kwa ajili ya wokovu wa Israeli. Siku moja, Bwana alimpa ujumbe maalum. Alimwita Baraka, mwana wa Abinoamu, kutoka Kedesh Neftali. Alipotokea mbele yake, Debora alimwangalia kwa makini kana kwamba anamchunguza mioyo yake. Akasema, "Je, Bwana, Mungu wa Israeli, hakukuamuru akisema Nenda kusanya watu elfu kumi wa kabila la Naftali na Zabuloni, wapeleke mlima Tabori, nami nitamvuta Sisera, jemadari wa jeshi la Yabini, pamoja na magari yake ya vita na jeshi lake waje kwenye mto Kishoni, nami nitamtoa mikononi mwako." Maneno yale yalikuwa mazito, ilikuwa ni wito wa vita. Lakini Baraka, licha ya kuwa shujaa, alihisi uzito wa jukumu hilo. Alijua nguvu za Sisera, alijua magari ya chuma alijua hofu iliyowatesa Waisraeli kwa miaka mingi. Kwa sauti ya tahadhari akasema, kama wewe utaenda pamoja nami nitaenda, lakini kama hutaenda nami mimi sitaenda. Debora hakumkemea hakumdhihaki, bali kwa hekima akajibu, nitaenda pamoja nawe, lakini ujue kuwa heshima ya safari hii haitakuwa yako, kwa maana Bwana atamtoa Sisera mikononi mwa mwanamke. Maneno hayo yalikuwa unabii lakini hakuna aliyefahamu kwa wakati huo ni mwanamke gani aliyekuwa akimaanishwa. Baraka akakusanya watu elfu kumi kutoka makabila ya Naftali na Zabuloni, wakapanda mlima Tabori. Sisera aliposikia habari hiyo, akakusanya magari yake yote ya vita ya chuma mia tisa, pamoja na jeshi lake kubwa, wakaelekea mto Kishoni. Uwanja wa vita ulikuwa umejaa hofu. Kwa macho ya kibinadamu, Waisraeli hawakuwa na nafasi, walikuwa na askari wachache bila magari ya vita bila silaha za kisasa, lakini walikuwa na jambo moja ambalo Sisera hakuwa nalo: ahadi ya Mungu. Debora akamwambia Baraka, ondoka, maana leo ni siku ambayo Bwana amemtoa Sisera mikononi mwako. Je, Bwana hakutangulia mbele yako? Baraka akashuka mlima Tabori pamoja na watu wake. Ghafla Mungu akaingilia kati, mbingu zikabadilika, mvua kubwa ikaanza kunyesha. Mto Kishoni ukafurika, ardhi ikawa matope mazito, magari ya chuma ya Sisera yakakwama. Kile alichokitegemea kuwa nguvu yake kikawa chanzo cha udhaifu wake. Bwana akachanganya jeshi la Sisera, wakaingiwa na hofu na kuchanganyikiwa. Waisraeli wakawashinda kwa upanga. Sisera alipoona vita vimegeuka dhidi yake, akaacha gari lake la vita na kukimbia kwa miguu. Yaeli, mwanamke aliyekuwa chombo cha Mungu Sisera alipokimbia akaelekea kwenye hema la Yaeli, mke wa Hebere Mkene, kwa maana kulikuwa na amani kati ya Yabini na nyumba ya Heberi. Yaeli akamtokea nje akamkaribisha kwa upole. Akasema, "Karibu bwana wangu, usiogope." Akamwingiza hemani mwake, akamfunika blanketi. Sisera akiwa amechoka na mwenye kiu, akasema, "Nipe maji kidogo maana nina kiu." Lakini Yaeli akampa maziwa badala ya maji, ishara ya kumkaribisha na kumtuliza. Sisera akanyoa, akalegea na kusinzia kwa uchovu mwingi. Kabla ya kulala, Sisera akamwambia, "Simama mlango wa hema. Mtu akija kuuliza kama kuna mtu hapa, sema hakuna." Lakini Sisera hakujua kuwa saa ya hukumu yake ilikuwa imefika. Yaeli akachukua msumari wa hema na nyondo. Kwa utulivu bila kelele, akamkaribia Sisera alipokuwa amelala usingizi mzito. Akauchoma msumari kupitia kipanji cha uso wake hadi ardhini. Hapo Sisera akafa. Baadaye Baraka Sister alipomfuata Sisera, Yaeli akatoka ya nje akamwambia, njoo nitakuonyesha mtu unayemtafuta. Akaingia naye ndani ya hema, naye akamwona Sisera amekufa, msumari ukiwa umepigiliwa kichwani. Siku hiyo Mungu akamshinda Yabini mfalme wakanani, wa Kanani mbele ya wana wa Israeli. Nguvu ya Yabini ikaendelea kudhoofika mpaka akaangamizwa kabisa. Debora na Baraka wakaimba wimbo wa sifa. Wimbo wa ushindi wa kumbukumbu na wa shukrani. Walimsifu Bwana kwa kuinua viongozi, kwa ujasiri wa wanawake na kwa kuokoa taifa lake. Debora akaitwa mama wa Israeli. Yaeli akabarikiwa kuliko wanawake wote kwa ujasiri wake. Baraka akajifunza kuwa ushindi hauji kwa nguvu za silaha, bali kwa utii kwa sauti ya Mungu. Mafunza ya hadithi hii. Moja. Mungu hutumia wanaume na wanawake sawa sawa kutimiza mapenzi yake. Mbili, ushindi hauji kwa nguvu za kibinadamu bali kwa utii. Tatu, Mungu anaweza kutumia hata mtu asiyeonekana kuwa shujaa kuleta mabadiliko makubwa. Kama simulizi hii ya Biblia imekubariki au imekufungua macho kuhusu nguvu ya Mungu katika historia, bonyeza like ili ujumbe huu wafikie watu wengi zaidi. Subscribe kwenye chaneli yetu kwa simulizi nzito za Biblia zilizoelezewa kwa kina na unaojenga imani. Comment hapa chini. Ni somo gani Mungu amekufundisha kupitia hadithi ya leo? Au ni simulizi gani ya Biblia ungependa tuifanye ijayo? Washa kengele si usipoteze simulizi jipya kwa maana kila simulizi ina ujumbe unaoweza kubadilisha maisha.